Yao yaani mashabiki wa Yanga mm. wamemisi kumwona Pakome, wamemisi kumwona Ziziki mm. wamemisi kumwona Max Nzengeli mpia wamemisi kumwona Clement Mzize bull striker mm. wamemisi kumwona, wamemisi kuona in Africa wanakaa kileleni kwenye vitu vyote kwenye kuwa topu skola, Clement Mzize kukaa na kushindilia uh, misingi yao kileleni. Kwa hiyo hiyo ndo Ambition za Yanga kwenye mechi ya leo, lakini jana wakati press inafanyika, ndio nimesikia Milo de Hamdi, kocha wa Afrika, kwamba yeah. mara tuhitaji ni kupata matokeo, kwa sababu anahitaji kuchukua kikombe Ndiyo. cha ligi kuu mm. Maanake, hapo tu ndo mechi inapoanzia kuwa ngumu kwa Namungo. kwa Namungo kwamba malengo ya Afrika ni zaidi ya matano kuliko Namungo, yaani yanga Ndiye. anatamani kutoa top scorer wa ligi Ndiyo. yanga anatamani kuwa defending champion wa ubingwa wa ligi kuu, ndio anatamani kuwa hivyo Yanga anahitaji kudominate mchezo kwa asilimia zote. Eh. Yanga anaamini ana kikosi bora kuliko timu yote hapa Tanzania. Ndiyo. Na kitu ambacho ni kweli, ukija kwa upande wa pili pia, anaamini kwamba yeye ana safu nzuri ya ulinzi na usambuliaji kuliko eh. Namungo. Ndiyo. Hivi ni, ni vitu ambavyo vinampa sababu kubwa Yanga kuendea mchezo na Namungo akiwa na confidence kwa, kwa kwa asilimia zote hmm. ili awini huu mchezo. Lakini kwa upande wa Namungo kuna wachezaji wenye experience Ndi. kubwa kwenye ligi. Kwenye ligi na ongee okay, zungumzie experience player, huwezi uwezikuata kucheza majina mawili wa wachezaji hawa, Erasto Daudi mm. Nyoni na Jacob Raymond Masawe Nyoni, leo atokuepo. Hawa ni watu ambao nimezungumzia experience mm. Uh, hawa ni watu ambao wameweza kuwa na ubora mkubwa zaidi kwenye kikosi cha, cha cha cha Namungo na Namungo. Lakini mbali na hivyo, wana vijana ambao wanaweza ku accuracy football kwa usahihi, kwa mfano wanajimu Musa mm. ambaye alifanya vizuri akiwa Tabora kama watu wanamkumbuka kwenye kiungo cha cha kati pale, yes. zile pasi zake anda kubato na viungo wa Afrika ambao sijajua kama hali atakuwa inafit kwa ajili ya mechi hii, kwa sababu tumemwona anafanya mazoezi. Kwa maana kama anapata nafasi ya kucheza leo, watu watakuja kumuona pia hali yake ambayo alikuwa miss kwa asilimia kubwa mm. Otherwise, tunamwona duke na mudafi eneo la kiungo ambaye pia ni wazuri katika ku pokonya mipira, kuwini eneo ile na kutengeneza bato katikati ya kiwanja, kuwini mipira na kuweza kudominate mchezo huwa vinaanzia pale. Kwa hiyo ni game ambayo Namungo anapaswa kwenda kwa makini zaidi kwa sababu Young Africa pamoja na yote wanahitaji kuweka heshima ya kuchukua ubingwa na wasidondoshe alama. Kwa mfano hii mechi Yanga aking'anganiwa na Namungo anatangiza nafasi nzuri kwa Simba Sports uh, kwa <tot>